Waziri wa utalii, utamaduni na biashara ya kaunti Mombasa, Mohamed Osman amewahakikishia usalama wa kutosha watalii wa ndani na nje wanaozuru kaunti ya Mombasa. Akizungumza na habari, Osman amesema sekta ya utalii imeendelea kunawiri baada ya kuathirika na janga la korona, huku idadi ya watalii wanaozuru Mombasa ikiongezeka kila mwaka. Aidha, amepuzilia mbali taarifa za kushambuliwa kwa mtalii na genge la majambazi hamsini katika eneo la katika eneo la pembe za ndovu, akithibitisha kwamba mtalii huyo alishambuliwa na vijana wawili wa familia za kurandaranda. Kutokana na hilo, Osman amehimiza waandishi wa habari kuandika habari za kweli ili kutozua taharuki miongoni mwa kushirikiana na tumebuni Mombasa watalii. Tunafanya mikakati yote pia na national government tunashirikiana na juzi

ambayo uh, ilifanyika na ni mbaya sana. Kama mwandishi wa habari ataweza kutoa habari ya kwamba kulikuwa na 50 gangs na sisi wenyewe tulikuwa hapo hivyo, na hawa jamaa hawa vijana wawili ambao walikimbizwa waliweza kukimbia na wakapotea. Lakini jambo ambalo eh, mimi nilifanya juhudi, kwanza nilifanya juhudi ya kwamba kuanzia kuanzia wakati huo eh, hakuna kitu kingine ambacho kilifanyika. Kwa hivyo mimi naomba tuandishe habari hii, nchi ni nchi yetu, Mombasa ni, ni town yetu kwa kuhakikisha kwamba mtoa habari mtoa habari za kweli habari za kweli ni kwamba kweli pale mapembeni kuna mzungu alishambuliwa moja kwa upande wake. Ubunge wa Jomvu Badi Twalib amempongeza mkurugenzi wa bandari ya Mombasa Captain William Ruto na waziri wa utalii kaunti ya Mombasa pamoja na mkuu wa polisi alinuno, kwa kujizatiti na kudumisha usalama, jambo ambalo limeongeza idadi ya watalii wanaozuru kaunti ya Mombasa. Pia yeah, Captain Ruto na vile vile leadership ya kaunti ikiongozwa na upande eh, wa tourism na Mohamed Usman. Kwa hivi sasa tunaona cruise ships kadhaa zinaanza kuja kwa wingi sasa Mombasa. Kwa hivyo hii ni ishara nzuri sana kwa utalii kwetu, utaweza kufufuka. Na mambo haya yote yanakwenda kwa sababu ya mipango bora ya waziri wetu wa utalii wa kaunti ya Mombasa hapa na vile vile na wizara National government, na vilevile KPA tukiangalia kuwa hizi meli tunaona meli zinatoka Seychelles na meli nyingine zote zinakuja hapa. Mambo ya usalama pia, mimi nitataka kuongezea nguvu ya kusema kuwa ni juzi, wakati mwanzo mtukufu wa Ramadhani, governor akiwa na county commissioner ukiwa pamoja kwenye iftari, tulizungumza kuwa kuna collaborative effort ya kuona kuwa tutakuwa na usalama ndani ya mji wa Mombasa, na huyu ofisa wetu mkubwa wa polisi bwana Nuno, nafikiri anafanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo tunampongeza kwa kazi yake nzuri, kwa sababu mnamuona, ana si mtu wa kuzungumza kwa meza, yeye ni mtu ambaye anatembea mwenyewe kupata hali halisi vile ambavyo mahali ali Evincent Benvin TV.